Sasa bado tunaendelea na series zetu za makosa kumi na mbili yanayofanywa na wamiliki wa biashara ya vinywaji. Tumeshaona makosa matatu, sasa leo tunaingia kosa la nne. Ni kosa gani hilo? Tulia nikueleze. Sasa kosa la nne ni kutofanya uchaguzi sahihi wa kundi la wateja la kuwahudumia. Sasa unaweza kukuta mtu anauza vinywaji lakini anauza vinywaji vya watoto anauzia watu wazima au watu wazima, watoto wanauziwa vinywaji kama pombe ambavyo ni vya watu wazima. Sasa haya ni makosa, lazima uchague kundi la wateja ambao linaenda na aina ya vinywaji unavyotaka kuuza. Sasa ni muhimu uchague wateja kwa kuangalia masuala kama ya umri, lakini pia masuala ya jinsia na pia hao wateja wanaishi wapi hivi ni vitu vya muhimu sana ili uweze kufanya uchaguzi sahihi. Sasa, ufumbuzi wa hilo tatizo ni upi? Ufumbuzi ni kuwachagua kundi la wateja la kuwahudumia. Sasa hapa kwenye kuchagua, unaangalia masuala kama ya umri, unaangalia masuala kama ya jinsia, unaangalia pia masuala ya mahali wanapopatikana hao wateja. Sasa baada ya kufanya uchaguzi wa hilo kundi, ni muhimu ufahamu wanahitaji nini, mahitaji ya hilo kundi. Lakini haitoshi tu kufahamu mahitaji ya hilo kundi, lakini mwisho kabisa ni kuhakikisha unawaridhisha hao hilo kundi la wateja kwa kile wanachohitaji. Kwa hiyo ukifanya hivyo utafanikiwa kwenye biashara yako ya vinywaji. Nimejaribu kuelezea kwa kifupi e, lakini sasa, kama unataka mambo ya ndani zaidi, tembelea youtube channel yetu ya How to Start Business. Huko ndio kila kitu utakikuta.